Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu. Nawashukuru sana uh, Mheshimiwa IGP. Kwanza nami niungane na wote waliotangulia kusema na kumshukuru Mungu kwa hii shughuli ya leo hapa nami naongeza sauti yangu katika shukrani hizo. Aidha, kwa namna ya kipekee ni kushukuru sana kwa Jeshi la Polisi nchini IGP Camillus Wambura kwa kunialika na kunipa heshima kuwa mgeni rasmi kwenye mahafali haya ya kozi wa uafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi kozi namba moja ya mwaka 2024 25 hapa nimpongeze au nipongeze kamati na wote waliohusika katika maandalizi ya sherehe hizi. Ni sherehe nzuri na kwa kweli sherehe zimefana vizuri sana, hongereni sana. Mheshimiwa IGP, na nakushukuru kunialika hapa leo. Ni mara yangu ya tatu, nadhani ya tatu kuweko hapa. Nilikuja mara ya kwanza kabisa kuongea na polisi wanawake katika uwanja huu, kuwa ni mara ya kwanza kabisa. Mara ya pili nilikuja kwa sherehe, nadhani wahitimu hivyo hivyo, na leo ni mara ya tatu kama sikosei. Lakini kila ninapokuja nakuta mabadiliko ndani ya eneo, lakini mabadiliko ya wanaotukusanya, mabadiliko ya wa, wa, wa, wana wetu wa polisi, lakini mabadiliko ya mafunzo, mabadiliko ya eneo. Hongera sana mkuu wa chuo hapa, lakini mheshimiwa uh, IGP, nikupongezeni ukiwa wewe ndio mkuu wa jeshi hili. Nipongeze jeshi kwa ujumla, lakini na wewe kwa kweli. Kwa kweli tukisema ukweli tunaanza kuona mabadiliko makubwa ndani ya Jeshi la Polisi. Kwa kweli nakushukuru kwa hadithi uliyoisema, umesema mambo ambayo yalikuwepo hayapo. Lakini hata ukiangalia nidhamu ya polisi wetu, lakini pia utendaji wa kazi wa polisi wetu, manung'uniko yaliyokuwepo kwa jeshi la polisi kwa kiasi kikubwa yamepungua. Hongereni sana sana sana, na hivi ndivyo jeshi linavyotakiwa kuwa. Jeshi letu la polisi ndivyo linavyotakiwa kule kuwa vilevile vile. Kwa namna ya pekee, ni kupongeze Mheshimiwa Innocent Bashungwa kwa usimamizi mzuri wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Natambua kuwa hii si wizara nyepesi kuiongoza, lakini kwa muda mfupi ambayo nimekabidhi wizara hii umekuwa mwepesi wa kujifunza na umeonyesha kuimudu. Hongera sana mheshimiwa na timu yako, katibu mkuu na wengine, hongereni sana. Ndugu wahitimu, maafisa na wakaguzi wa wasaidizi wa polisi, na furaha kupata wasaa wa kuweza kuzungumza nanyi wote kwa wakati mmoja, sababu nimeambiwa kwamba hii ni mara ya kwanza kuwa na mkusanyiko wa watu wengi hivi waliohitimu. Kwa nimefurahi kwamba nitapata kuongea nanyi wote kwa pamoja, na nimeambiwa kwamba huu ni mkusanyiko mkubwa tangu chuo hiki kuanzishwa mwaka 1961 kwa hiyo hongereni kwa kuweka historia hiyo, lakini pia nawapongeza wote mliohitimu ambao leo mmetukusanya hapa Asanteni sana. Nilikuwa naendelea kuwapongeza, na nawapongeza kwa bahati mlioipata, kwanza kuchaguliwa kushiriki mafunzo haya, lakini pili kuhudhuria mafunzo kipindi chote na kuweza kuhitimu. Tumesomewa takwimu hapa, kuna wenzenu ambao kwa sababu tofauti au sababu mbalimbali hawakuweza kukamilisha. Sasa nyinyi ambao mmekamilisha kwa kweli niwapongeze sana. Najua miezi tisa haikuwa miezi rahisi, ilikuwa ina raha zake, lakini ilikuwa na shida zake. Hata hivyo, mmekomaa, mmejifunza, mmeiva, mmehitimu. Hongereni sana. Sasa nendeni mkayazingatie na kutekeleza kwa vitendo yale yote mliyofundishwa kwa kipindi cha miezi tisa mlichokuwa hapa chuoni. Nafahamu kwa nyie ndio mnaokwenda kuwa wakuu wa intelijensia. Baadhi yenu mtakwenda kufanya kazi ya kushirikisha jamii kwenye kile vitengo vyetu vya polisi jamii, wengine mtakuwa kwenye operesheni mbalimbali, wengine mtakuwa kwenye uchunguzi wa kisayansi ya jinai, lakini wengine mtakwenda kwenye usalama wa barabarani katika ngazi za mikoa na wilaya vile vile wapo watakao kuwa wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa upelelezi wilaya, wasaidizi wa wakuu wa idara na vitengo mbalimbali mbali ndani ya jeshi letu, uh, katika mikoa lakini hata makao makuu ya polisi. Kwa hiyo jipangeni kikazi hivyo, kutokana na majukumu mtakayopangiwa muda mfupi ujao. Ni matumaini yangu na ya taifa kwa jumla kuwa mtakwenda kufanya kazi kwa weledi na mtasimamia viapo vyenu. Nilikuwa nawasikiliza vizuri wakati mnaapa, lakini pia wakati mnaimba ule wimbo wa polisi. Mkienda mkifata yote ambayo leo mmeyatamka kwenye kuapa na yale mliyoyasema katika wimbo wenu, Tanzania tutakuwa na jeshi zuri mno la polisi. Kwa nendeni kasimamiane yale. Lakini nimesikiliza vizuri maeneo ya mafunzo mliopitishwa na nimeona kwamba yamezingatia nyanja zote muhimu za majukumu yenu. Lengo ikiwa ni kuwajengea uwezo katika mapambano dhidi ya uhalifu na wahalifu. Na hiyo ndiyo kazi ambayo mnakwenda kuifanya. Hivyo, kwa ujuzi huu mlioupata, ni matumaini ya Watanzania mtakwenda kuwa chachu ya maboresho na mabadiliko ya kiutendaji katika kukomesha vitendo vya uhalifu katika komandi na himaya zenu mtakazopangiwa. Vilevile, kwa uelewa mlioupata mtatusaidia kujibu baadhi ya changamoto zilizobainishwa na Tume ya Haki Jinai zinazohusu kuzingatiwa kwa taratibu na vile vile kasi ya utendaji kazi, sababu tume ile ime identify imeonesha maeneo mengi ambayo huko nyuma jeshi letu lilikuwa na kasoro kwayo. Kwa hiyo kwa mafunzo haya nadhani mtakwenda kuziba hilo pengo ambalo limeoneshwa. Kama mnavyotarajiwa kwenda kusimamia haki za raia, mnatarajiwa pia kuendelea kuwa mabalozi wa kusimamia maadili katika komandi zenu, mwe sehemu ya kukomesha vitendo vya kuomba na kupokea rushwa. Haya ndiyo maradhi makubwa yalikuwa ndani ya jeshi letu, na sitaki kusema yameisha, yapo, yanaendelea. Muda baada ya muda tunarushiwa viklipu, nami nikirushiwa, na wanamrushia IGP, watu wako hao, barabara fulani, angalia. Na nashukuru nikimrushia, hacheleweshi, anachukua hatua hapo hapo. Kwa hiyo nendeni, kakomesheni, kakomesheni mambo ya rushwa. Hamjafunzwa ili mpewe silaha zaidi za kwenda kukomesha watu kwenye mambo hayo. Mmefunzwa kwenda kutoa majawabu kwenye yale mambo ambayo jeshi letu linalalamikiwa, kwa niombe sana, kafanyeni hayo. Kama nilivyosema, wimbo wenu wa maadili ya maafisa wa polisi ambao unaimbwa kila shughuli inayokuwepo ni wimbo mzuri sana, na kama mtasimama nao basi jeshi letu ndani ya ukanda huu hakuna ambaye anaweza kutushika. Niwaombe sana, kasimamieni viapo na wimbo wenu. Kama mnauimba kwa kumaanisha, basi maudhui yaliyomo kwenye wimbo yanatekelezeka, inaweze na inawezekana, na ni dhahiri kama nilivyosema kwamba tutapunguza malalamiko ndani ya jeshi letu kwa kiasi kikubwa. Vile vile jeshi letu litakuwa na heshima zaidi zaidi, kwa sababu wenyewe mnajua kwamba Tanzania sio tu jeshi la polisi, lakini na vikosi vyetu vingine viko vizuri ndani ya ukanda wetu Afrika Mashariki, lakini pia kusini mwa Afrika. Kwa tutapokwenda kurekebisha machache mapungufu tulionayo, tunakwenda kuwa juu zaidi na tutapata heshima zaidi, kwa sababu shida zinapotokea kwa wenzetu tunaombwa tuende kusaidia. Heshima ile ni kubwa kwetu, na tutapata heshima kubwa zaidi. Kwa niwaombe sana vijana mliohitimu leo, mkawe agents wa mabadiliko, mkawe mawakala wa mabadiliko kule mnakopangwa kazi zenu. Kwa wale watakaopangwa kwenye eneo la usalama barabarani huku, pamoja na jitihada zote tunazochukua, natambua kwamba jeshi limejipanga, kuna jitihada kubwa zinachukuliwa, kuna miradi mikubwa inakuja ya usalama barabarani, mambo ya kufunga makamera, sijui kutumia vipuliza nini, pombe, vipima pombe, sijui kutum..., mambo mengi jeshi limejipanga kufanya lakini bado mzimu wa ajali umetuandama, umetuandama sana. Kwa mfano, mwaka huu mpaka kufikia mwezi wa nne mwaka huu 2025 jumla ya matokeo ni miezi minne, Januari mpaka mwezi wa nne, matokeo 1322 yaliripotiwa na idadi ya watu waliokufa katika hiyo ni 1275 ongezeko la asilimia 9 ukilinganisha na mwaka 2024. 20. Kwa kila tunapochukua hatua ndipo ajali nazo zinaongezeka zina. Sasa hebu tulitizameni vizuri eneo hili, kuna nini hasa? Kama ni barabara zetu kama taifa, tufunge mikaja, upande mwingine, tutengeneze mabarabara yetu ili ajali zisitokee. Kama ni kufunga vifaa vya usalama barabarani, tufanye hivi. Kama ni uzembe wa madereva madereva wawekwe wafundishwe mue mueke mueke, um, conditions ngumu za kumfanya mtu kuwa dereva. Najua kwa sasa hivi anayefanya ajali ya kwanza, ya pili, ya tatu ni kufutiwa leseni, kupunguziwa points kwenye leseni, lakini kuwe na vikwazo zaidi vya kumfanya mtu awe dereva na dereva makini. Eneo hili bado limetuandama, vifo ni vingi barabarani. Niombe sana sana kwa wale watakaopangwa kwenye eneo hili wakatupe jicho na wawe na mikakati mizuri ya kupunguza ajali barabarani. Ni jana tu kule Mbeya watu ishirini na nane wamepotea, nadhani kumi na mbili ni majeruhi, wale kama hawajaongezeka, waliopotea kumi na mbili, majeruhi ishirini na nane, wanakwenda kuzikwa. Kwa hiyo kwenye eneo hili niombe sana ndugu zangu wa Jeshi la Polisi, usalama wa barabarani, tuendeni tukaweke usalama mzuri wa barabarani pamoja na hatua tunazochukua lakini tuje na mikakati mingine mikubwa ya kuzuia ajali za barabarani. Uh, ndugu IGP, ndugu maafisa wakaguzi na askari, serikali inatambua changamoto ambazo maafisa na askari wanakumbana nazo na kama ulivyosema vizuri IGP, serikali imeanza kutoa fedha nyingi kushughulikia changamoto zilizopo, lakini tunajua bado kuna changamoto kubwa ya upungufu wa vitendea kazi, makazi ya askari, majengo ya ofisi, pengine na maslahi pia bado hayajawa ya kutosheleza, na tatizo la miundombinu kwa ujumla lakini kama alivyosema na mimi nataka niongeze sauti niwahakikishie Jeshi la Polisi kwamba tayari tumeanza kuchukua jitihada mbalimbali na serikali ipo kuimarisha Jeshi la Polisi, jinsi bajeti itakavyokuwa inaruhusu. Kadri bajeti itakavyoturuhusu, tutaendelea kuboresha na kuliimarisha Jeshi la Polisi, lakini sio tu wao na vikosi vingine vya ulinzi na usalama ndani ya nchi, tukijua kwamba amani ndani ya nchi ndiyo maendeleo yetu. Bila ya amani, hatuna maendeleo. Kwa hiyo tunatoa fedha yote hii kwa vikosi vya ulinzi na usalama, ili kulinda amani yetu, tuweze kufanya maendeleo na kuleta usai wa taifa na watu wetu. Kwa hiyo bado tutaendelea kufanya kazi na Jeshi la Polisi hasa kwenye maeneo ya hayo niliyoyataja lakini pia ajira, kuongeza ajira kwenye jeshi la polisi, vitendea kazi, na kutengeneza tu mazingira ya jumla ya utendaji kazi zenu. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba serikali iko nanyi na tunakwenda sambamba katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Maafisa na wakaguzi na askari, mahafali kama haya yamekuwa ni fursa ya kukumbushana majukumu yetu ya kulitumikia taifa letu kwa kuhakikisha usalama wa Watanzania pamoja na mali zao. Na kwa kuwa hapa mpo wengi leo mnaokwenda kwenye maeneo tofauti, nataka nitoe, nitumie fursa hii kutoa maelekezo machache mahsusi kama ifuatavyo. La kwanza, kama nilivyoeleza hapo awali maadili ndani ya Jeshi la Polisi ni suala nyeti na la msingi. Kila mmoja kuanzia juu hadi askari mdogo anapaswa kuwa mfano wa kuigwa na askari mwenzake na jamii kwa ujumla. Hamtakuwa na nguvu ya kupambana na uhalifu pamoja na wahalifu iwapo mtapoteza sifa na haiba ya uadilifu miongoni mwenu. Tambueni kwamba ukosefu wa maadili, rushwa na ubadhirifu unadhoofisha sana mapambano dhidi ya uhalifu, sababu hutakuwa na nguvu wewe mwenyewe ukiwa ni sehemu ya hao, hutakuwa na nguvu ya kuyashughulikia uh, ayo mengine ya uhalifu ndani ya nchi. Hivyo kasimameni imara, mdhihirishe nidhamu, uadilifu na uzalendo wa kweli ili kupunguza malalamiko, kulinda taswira njema ya jeshi letu la polisi na kujenga imani kwa wananchi. Lakini jambo la pili, hamwezi kufikia lengo kuu la kulinda raia na mali zao mkifanya kazi peke yenu. Hivyo ili kuleta ufanisi zaidi katika utekelezaji wa majukumu yenu hasa ya kioperesheni, ni lazima kuendeleza uhusiano baina yenu, Jeshi la Polisi na jamii, lakini vile vile vyombo vingine vya dola. Aidha, kwa kuwa kuna matishio mengi ambayo kiasili huvuka mipaka ya kimataifa, hatuna budi pia kuimarisha ushirikiano na vyombo vya dola vya nje au nje ya mipaka ya nchi yetu, hususan katika nchi jirani. Kwa hiyo nendeni, kalisimamieni hilo. Na hili sina shaka kipindi hiki limefanyika vizuri, kwa sababu IGP wetu ni mwenyekiti wa ile jumuiya ya majeshi ya polisi ya nchi za SADC kwa hiyo na hakika amelifanya, amelifanyia kazi vizuri, ili la ushirikiano na vyombo vya nje. Na hongera sana IGP. La tatu, endeleeni kuimarisha mafunzo mbalimbali kazini, yakiwemo mafunzo ya utayari ili kuwajengea askari weledi na uwezo wa kukabiliana na changamoto za uhalifu na wahalifu wakati wowote na pahali popote. Kwa upande wa mafunzo kazini hakikisheni mafunzo yanaendana na wakati tulionao ili tuweze kuibua mbinu zitakazoweza kutekelezeka au kutekeleza majukumu mbalimbali ya kiusalama katika zama za sasa. Zama sasa, za sasa, kuna uhalifu wa kuvuka mipaka, kuna uhalifu wa kidigitali, kuna uhalifu wa mambo mbalimbali. Jinsi dunia inavyoendelea na uhalifu nao unabadilika unaendelea katika mtindo huo huo. Kwa hiyo mafunzo yetu yazingatie hayo, tuwatayarishe wawe askari wa kisasa watakaoweza kupambana na uhalifu uliopo. Jambo la nne, nimekuwa nikishuhudia jeshi la polisi linavyounganisha mifumo yake na mifumo mingine ya serikali katika mitandao ili kusomana na kuweza kufanya kazi kwa pamoja kama mfumo wa usimamizi wa utendaji barabarani, integrated road traffic information system, lakini pia mfumo wa usimamizi mashauri ya jinai na mfumo wa taarifa za mali zilizopotea. Hii mifumo mitatu imeunganishwa vizuri sana, lakini kuna haja sasa ya kuendelea kuunganisha mifumo yetu hasa kwa upande wa kuendesha kesi kule mifumo isomane vizuri na tuweze kusimamia vizuri A. Pamoja na kutoa msukumo huo niliyotoa, napongeza management ya Jeshi la Polisi kwa kusimamia maboresho ya jeshi lake kwa kuongeza matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yaani TEHAMA, katika utekelezaji wa shughuli zake. Nami na niongeze sauti yangu, jambo hili lifanywe kwa kasi na lifanywe kwa uhakika. Huko nyuma fedha nyingi zimetumika kuweka mifumo, lakini mifumo mingi ilikuwa nusunusu, haikukamilika na mengine haikufanya kazi kabisa. Kwa hiyo sasa tuendeni tukakamilishe mifumo, ifungwe isomane na itumike. Mifumo hii ikiendelezwa na kuboreshwa zaidi kwa kusomana na mifumo mingine ya serikali, italisaidia sana jeshi la polisi na taasisi nyingine za serikali kuharakisha au kurahisisha shughuli zake, kuleta ufanisi na kupunguza gharama kubwa kwa serikali. Niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuliwezesha jeshi letu kufanya huduma zake kidigitali kuendana na kasi ya dunia ya sasa. Hivyo niwatake muendelee kusimamia uboreshaji wa mifumo ili toaji huduma kwa wananchi uwe bora zaidi. Jambo la tano, Ongezeni jitihada za kukabiliana na janga hatari la dawa za kulevya, na hapa nimemwona kamishna wa kitengo hicho cha dawa za kulevya, ambapo taasisi mbili hizi na nyingine za vyombo vya ulinzi lazima vifanye kazi kwa pamoja katika kukomesha janga hili, ili vijana wetu wasiendelee kuathirika na dawa hizo. Vijana hawa ndio nguvu kazi yetu ya taifa, kwa hiyo tuweke nguvu ya pamoja katika kulifanyia kazi jambo hili. Jambo la sita kwa manajimenti ya jeshi la polisi, ni watake mkasimamie utekelezaji kamili wa mapendekezo yale ya tume ya haki jinai, yaende yakasimamiwe ili yatekelezwe kikamilifu. Kuna ambayo kama nilisema tumeshaanza kuyatekeleza, likiwemo la kuimarisha uwezo wa kitaasisi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 Maafisa, ongereni sana, na niwatakie kazi njema. Haki nidhamu, haki nidhamu weledi ni nimekosea, nime nidhamu haki weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu. Aya, muende mkayasimamie hayo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana sana kwa kunisikiliza.